Hadithi ya Yosefu ni moja ya simulizi maarufu zaidi na yenye kuvutia katika kitabu cha Biblia, lakini ni hadithi ambayo unaweza ukaitizama kwa namna tofauti ambayo ni ajabu, na kila utakavyoitizama hadithi hii inaweza kukupa ujumbe wa kipekee. Tunapoitizama hadithi hii kwa upande wa ubinadamu, ambako ni kiwango cha kwanza kabisa, hadithi hii ina vitu vya kusisimua na vitu vingi sana ambavyo vimejawa na hisia, migogoro ya kifamilia na mabadiliko makubwa ya kimaisha. Yosefu alianza akiwa mtoto kipenzi wa baba yake, kisha akaanguka chini kabisa na kuuzwa kama mtumwa, akawekwa gerezani, lakini baadaye, kwa kudra za Mwenyezi Mungu, akapanda juu kabisa mpaka kufikia hadhi ya kuwa waziri mkuu wa Misri, mtu wa pili kwa mamlaka baada ya farao. Kwa urahisi tunaweza kuigawa historia hii ya maisha ya Yosefu kwenye sura mbili. Sura ya kwanza ni kuanguka, mateso na challenges nyingi nyingi, pamoja na sura ya pili, kupanda juu, ushindi na heshima iliyofuata. Licha ya hayo, mateso yake yalitokana na wivu wa ndugu zake lakini funguo za mafanikio yake zilikuja kupitia ndoto na tafsiri zake. Kiwango hiki hapa cha hadithi ni kizuri hata kwa maigizo, hata muziki, kama vile ilivyowahi kuishwa, kuonyeshwa huko nje katika miji tofauti tofauti, kama vile London, ambapo maelfu ya watu furika huyatizama maonyesho kwenye jukwaa, hadithi ya Yosefu. Hadithi hii kwa kiwango cha pili unaweza ukaitizama kwa njia ya kimungu. Hiki ni kiwango cha pili, unaweza ukaitizama hadithi hii kwa jicho la kimungu. Ingawa Mungu hakuzungumza moja kwa moja na Yosefu, bado ilikuwa nyuma ya pazia, lakini akipanga kila tukio kulingana na mpango wake kupitia ndoto alizokuwa akimpa Mungu alimzungumzisha mara nyingi sana kupitia ndoto. Na katika mara nyingi pia, Yosefu aliwahi kusema kwamba tafsiri ya ndoto hutoka kwa Mungu. Yosefu aliamini kuwa alikuwa anaongoza maisha yake ni Mungu peke yake, hata alipouzwa kama mtumwa, hata alipofungwa gerezani, na hata alipowekwa hadi kuwa mtu wa pili baada ya Farao. Mstari katika kiini hiki unaweza ukasoma kwa kina katika kitabu cha Mwanzo sura ile 47. Mungu alinitangulia mbele yenu ili kuweka waliosalia duniani na kuwaletea uokovu mkubwa. Yosefu aliwasamehe ndugu zake waliomuuza, kisha akawaambia kuwa ninyi mlidhania mnanitupa, lakini ilikuwa ni Mungu aliyekuwa nyuma ya yote haya. Ushauri wake kuhusu ndoto za miaka saba ya mavuno na mengi, miaka saba ya njaa, Yosefu aliyokuwa taifa la Misri na pia familia yake, aligeuka kuwa mkombozi wa kwao. Familia ya Yakobo kuamia Misri pia ilikuwa ni mpango wa Mungu, ingawa Mungu aliahidi kuwa kuwapa nchi ya Kanaani, alimwambia Ibrahimu zamani kabisa kuwa uzao wake utakaa Misri kwa miaka mia nne hadi uji wa dhambi za watu wa Waamori utakapojazwa, yani mpaka wakazi wa Kanaani wafikie kiwango cha dhambi kisichosameheka. Nataka kuwakumbusha ndugu zangu kwamba Mungu wala wa si muonevu, hakuwa tayari kuwaondoa watu wa Kanaani hadi walipofanya maovu ya kutisha, wakiwemo uchafu wa kingono uliosababisha madhara na maradhi ya kizinaa kuenea. Kwa hiyo wale wanaosema Mungu kuwa na haki kuwapa Wayahudi ile nchi hawajaielewa vizuri historia hii kwa kina. Kwa upande mwingine, Mungu aliruhusu watu wake wawe watumwa kwa sababu alikuwa na mpango wa kuwakomboa baadaye, ili waelewe kwamba Mungu ni peke yake aliyewatoa. Waliishi Misri bila ardhi, bila fedha, bila mapumziko, kwa maana walifanya kazi siku saba za wiki wakiwa watumwa. Lakini walipoanza kumlilia Mungu, alinuka kwa mkono wenye nguvu na kuwaokoa. Mungu alitaka wapitie haya ili watambue kuwa yeye ndiye mkombozi wao, waishi maisha ya kumtii na kuwa mfano wa mataifa yote, kuonyesha jinsi watu walio chini ya utawala wa Mungu wanavyobarikiwa. Tumeiona hadithi hii ya Yosefu kwa viwango viwili sasa. Hadithi hiyo kwa upande wa binadamu na kwa jicho la kimungu. Sasa, tatu, twende tukazitizame tabia za Yosefu. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi kuhusu Yosefu ni kwamba Biblia haisemi jambo lolote baya kumhusu yeye. Tofauti tu na kwamba ukimtofautisha na Ibrahimu ambaye alidanganya kuhusu mke wake, Isaka aliyependelea mwana mmoja zaidi ya mwingine, Yakobo aliyekuwa mlaghai. Yosefu yeye hakuonekana na dosari yoyote. Tabia yake ilionekana katika hali zote. Aliposhushwa chini hadi kuwa mtumwa na mfungwa, hakulalamika, hakumlaumu Mungu, hakuwa na chuki. Pia alipopandishwa hadi kuwa waziri mkuu, hakujivuna, hakuwa na dharau kwa wengine, aliendelea kuwa mnyenyekevu. Uadilifu wake ulionekana wazi pale ambapo alipokataa vishawishi vya mke wa Potifa, hata akiwa mbali na familia ya watu asiojulikana. Alipokuwa gerezani, bado aliwahi kuwasaidia wafungwa wenzake, yule mpishi mkuu na yule mnyoshaji. Yosefu alikuwa mtu asiyejiangalia mwenyewe, bali aliyejali na wengine. Alipoona ndugu zake waliomsaliti, aliwasamehe kwa machozi, aliwapatia chakula akawapa fedha zao, aliwahamisha kwenye sehemu bora ya nchi ya Misri. Walivyodharau, walimuuza kama mtumwa, walimwambia baba yao kuwa amekufa, lakini Yosefu aliwalipa kwa wema na msamaha. Yosefu hakuathiriwa na aibu wala heshima, alibaki kuwa mtu wa uadilifu wa kipekee, mtu wa kipekee katika Agano la Kale asionyesha dosari yoyote. Kinyume chake, yuko mtu anaitwa Yuda katika hadithi ya Yosefu kuna sura ya ajabu sana ambayo ikizungumza hadithi ya Yuda ndugu yake. Ya Yuda yeye alilala na mwanamke aliyedhani ni kahaba, lakini kumbe alikuwa mkwewe, mke wa mtoto wake aliyefariki, binti wa mwanawe, akiwa amejifunika uso. Unaweza ukajiuliza sasa, kwa nini hadithi hiyo ya ibu iko katika sura simulizi ya maisha ya Yosefu? Ni kwa sababu tu inampa Yosefu mkali zaidi ya uadilifu kumlinganisha na ndugu yake kama vile Ibrahimu alivyolinganishwa na Lutu, Isaka na Ishmaeli, Kobo na Esau, ndivyo ilivyo kwa Yosefu alivyolinganishwa na Yuda. Kitu kingine ambacho ni cha msingi ambacho ni muhimu sana kukifahamu kwa Wakristo ni kwamba Yosefu anafananishwa kama kivuli cha Yesu Kristo. Sasa tunaweza kufika kwenye kiwango cha tatu ambacho ni cha kiroho zaidi na cha kiunabii. Yosefu anafahamika kama ni aina ya, ya Yesu, maana yake ni mfano wa mapema, kivuli cha kile kitakachokuja. Kama Mungu alikuwa wa anawapa watu wake dalili, mfano wa Yesu anayekuja kupitia maisha ya Yosefu. Unaweza ukajiuliza sasa, kuna mlinganisho gani kati wa Yosefu na Yesu Kristo? Lakini yako mambo ambayo tunapaswa kuyatizama. Hawa wote walikataliwa na ndugu zao, wote waliteseka bila makosa, wote walishushwa hadi chini kabisa, ikisha wakakwezwa juu kabisa, na waligeuka kuwa wakombozi wa watu wao. Yosefu alikuwa mwokozi wa Misri na familia yake, Yesu ni mwokozi wa ulimwengu wote. Yesu yeye alisema, chunguzeni maandiko kwa maana yote yananishuhudia mimi. Hili limaanisha kwamba wakati tunaposoma Agano la Kale, tazama kivuli cha Yesu ndani ya kila simulizi. Yesu ni mfano mmoja sana katika mambo mengi yaliyo ndani ya Bibilia. Mungu alioonyesha wa watu wake kila atakachokifanya siku moja baadaye. Yesu ndiye kiini cha simulizi ya Bibilia nzima, kivuli chake kikokote, hasa kwenye kitabu cha Mwanzo. Baada ya kuona kwamba Yosefu ni mfano wa Yesu. Sasa tunaweza kuona mionekano tofauti na sehemu tofauti ambazo Yesu pia anaonekana katika kitabu cha Mwanzo. Yosefu anaonyesha jinsi Mungu anavyoweza kumtumia mtu mwenye imani kuwakomboa watu wake kutoka katika shida. Kwa hiyo Yosefu ni mfano wa mtu aliyejinyenyekeza kuteseka na hatimaye kuinuliwa kama mwokozi na Bwana kama Yesu. Ukitizama vizuri orodha ya vinasaba vya ukoo katika kitabu cha Mwanzo, vitu vya msingi sana ambavyo unapaswa kuvijua kwa kina. Ukisoma katika kitabu cha Matayo sura ya kwanza na Luka tatu unakuta majina mengi yaliyotokana katika kitabu cha Mwanzo kama vile Seti, mwana wa Adamu. Yesu ni ukoo wa Seti ambao unashuka moja kwa moja hadi kwa Mariamu mama yake. Kwa hiyo kila mtu aliye katika Kristo ni sehemu ya ukoo huu. Pia Bibilia inasema kwa imani tumekuwa wana wa Ibrahimu. Hii ina maana kuwa historia ya Bibilia ni historia yetu sisi pia katika kiroho. Hebu turudi nyuma kidogo kwa Isaka wa wa Abraham, pwamba, mwana wa Ibrahimu. Mungu alimwambia Abrahamu kwamba toe mwanao mpendwa wa pekee kwa sadaka. Alimtuma kwenye mlima maalum ulioitwa Moria. Miaka mingi baadaye mlima huu uliitwa Golgota au Kalvari, mahali ambapo Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kuwa sadaka. Katika kitabu cha Mwanzo 22 saka anaitwa mwana wa pekee pendwa sana wa baba yake. Kama tulivyoona, saka alikuwa mwenye nguvu, angeweza kumpiga baba yake, lakini alikubali kufungwa na kuwekwa juu ya madhabahu kwa hiari Sawasawa sawa na Yesu Kristo. Mungu alimsimamisha Abrahamu kabla hataja mchinje mwanawe, na badala yake akampa kondoo dume, kichwa chake kimekwama kwenye miiba. Miaka mingi baadaye Yesu alikuja akiwa na taji la miiba kichwani, akatolewa sadaka kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Yohana Mbatizaji alimtazama Yesu na kusema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Lakini ukweli ni kwamba sadaka halisi katika bibilia haikuwa mwanakondoo mdogo, bali kondoo dume wa mwaka mmoja mwenye pembe. Mfano wa nguvu unaweza ukauona katika kitabu cha Ufunuo. Yesu alionekana kama kondoo dume mwenye pembe saba, ishara ya mamlaka na nguvu. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba kondoo dume aliyenaswa kichwani kwenye miba kwa ajili ya Abrahamu ni mfano wa Yesu, na Yesu alitolewa mahali hapo hapo akiwa na taji la miba, ikiwa mwana wa Baba wa mbinguni aliyekuwa tayari kufa kwa ajili ya wengine. Sasa nadhani unaweza ukaona kivuli cha Yesu katika kitabu cha Mwanzo. Ndio maana mwenyewe alisema pia na ninarudia, Yohana 5:39, chunguzeni maandiko ana yananishuhudia mimi Yesu. Yuko katika agano la kale, kivuli chake kiko kila mahali, na kila tunaposoma Mwanzo, tazama kwa macho ya kiroho, tutaona kwamba Mungu alikuwa akituandaa kumpokea mwanawe. Yosefu, Isaka, hata orodha ya ukoo zinabeba picha ya Yesu, na Yesu ndiye kiini cha Biblia nzima shaona kwamba Yosefu ni kivuli cha Yesu, lakini sasa pia unaweza ukaona kwamba Yesu yuko pia katika sehemu nyingine ndani ya kitabu cha Mwanzo, kuanzia kwa watu hadi kwa matukio hadi ya hadi za Mungu. Hebu ni kuonyeshe mfano mwingine wa mfalme na kuhani Melkizedeki. Abrahamu alipokuwa amerudi nyumbani, baada ya kuwaokoa jamaa zake waliotekwa, akikutana na mtu wa ajabu sana aliyeitwa Melkizedeki. Yeye ye, alikuwa ni mfalme wa mji wa Salem ambao baadaye uliitwa Yerusalemu, na pia kiongozi wa dini, kuhani. Jambo la kipekee kabisa hilo. Melkizedeki alimletea Abrahamu mkate na divai, na Abrahamu akampa zaka ya sehemu ya kumi ya vitu vyote alivyopata vitani. Katika Agano Jipya tunasoma kuwa Yesu ni kuhani ilele mfano wa Melkizedeki. Waebrania saba. Yaani, Yesu ni mfalme bali pia ni kuhani mkuu wetu aliyeleta mkate wa uzima na damu ya agano jipya, divai. Kipengele kingine ni ndoto ya Yakobo. Yakobo alikimbia nyumbani, akalala usiku akiwa kichwa chake amekegemeza kwenye jiwe, akaota ndoto, ngazi iliyoenda mbinguni, malaika wakipanda na kushuka juu yake. Biblia ya Kiebrania inaonyesha kwamba ngazi hiyo ilikuwa inatembea kama eskeleta, ikiunganisha dunia na mbingu, na juu kabisa akamwona Mungu. Alipoamka, Yakobo akaidi, nitampa Mungu sehemu ya kumi ya mali zangu zote. Miaka mingi baadaye, Yesu alipokutana na Nathaniel akamwambia, utashangaa zaidi, utaona malaika wakipanda na kushuka ya mwana wa Adamu, Yohana moja hamsini na moja. Yesu alikuwa anasema kwamba mimi ndiye ngazi ya Yakobo mpya, mimi ndiye kiungo kati ya mbingu na dunia. Sehemu nyingine ambayo unaweza ukaona kivuli cha Yesu ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Mungu anapowahukumu wa Adamu, Eva na nyoka, anatoa ahadi ya kwanza ya uokozi zao wa mwanamke utaponda kichwa chako nyoka, nawe utamuuma kisigino. Hii ni ahadi ya kwanza ya ujio wa Yesu atakayemshinda shetani na kuvunja nguvu zake. Kuumwa kisigino ni maumivu, lakini kupigwa kichwa ni kifo. Yesu alijeruhiwa msalabani, lakini alimshinda shetani kabisa. Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ya tano, kwa kosa la mtu mmoja mauti ilikuja kwa utii wa mtu mmoja uzima ukaletwa. Katika bustani ya Edeni Adamu alisema penzi yangu, lakini katika bustani ya Gethsemane Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe. Adamu alikuwa mwanzo wa kizazi cha watu waliopotoka, lakini Yesu ni mwanzo wa kizazi cha binadamu wapya wa kiroho. Bibilia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili 5:17, ikiwa mtu yumo ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo sasa kuna aina mbili za wanadamu waliopo duniani, wale ambao bado wapo ndani ya Adamu, wale ambao waliomo ndani ya Kristo. Katika Agano Jipya pia tunagundua kitu kingine cha ajabu. Yesu alikuwa katika uumbaji wa dunia. Yohana moja tatu vyote vilifanyika kwa yeye wala pasi yeye hapakufanyika chochote kilichofanyika. Katika Mwanzo mmoja, Mungu alisema natufanye mtu kwa mfano wetu. Hii inaonyesha uwepo wa Yesu pamoja na Baba na Roho Mtakatifu tangu mwanzo. Leo tunajua kwamba dunia inakaa juu ya sahani za miamba zinazosogea kila kukicha. Katika lugha ya kimombo na lugha ya kisayansi zinafahamika kama tectonic plate. Hili tectonic kwa lugha ya Kigiriki maana yake ni kwamba carpenter, likiwa lina maana ya kwamba seremala au mjenzi wa mawe. Yesu alikuwa seremala kutoka Nazareti. Kwa hiyo safari hii ya dunia, kazi ya mikono ya seremala wa mbinguni, Bwana wetu Yesu Kristo. Tulianza mwanzo wa uumbaji, sasa tunamaliza na Ufunuo. Kwa nini Mungu alimuumba wa mwanadamu na nini atafanya baada ya nguku? Suluhisho la Mungu kwa dhambi, wasi na maumivu ya mauti ni Yesu Kristo. Yeye ndiye, kwa ajili yake vyote vilifanyika, ndani yake tumepata wokovu, kupitia kwake kuweza kuwa wanadamu wapya na kurithi ulimwengu mpya unaokuja.